Challenges as opportunities. Sheikh Mohammed wa Dubai anasema while in Tanzania you are busy turning your green into a desert, in Dubai we are busy turning our desert into green. Wao wameona desert as a challenge, lakini wameona as an opportunity. Kwa hiyo changamoto zenu zi Turn into fursa. Nafahamu kuwa mnakabiliwa na ushindani mkubwa kutoka taasisi zingine za fedha. Kuna wanachama wanaohama kutokuwa na wanaohama kazini na wanapoteza mwendelezo wa kuwa wanachama, baadhi ya wanachama kutokuwa na uelewa kikamilifu kuhusu umuhimu wa bima mahitaji makubwa ya mikopo ukilinganisha na hali halisi ya, ya ukwasi na mabadiliko mbalimbali kisera ili kuendana na mipango jumuishi ya kitaifa na ya kimataifa. Mimi nawasihi sana, changamoto zote hizi zioneni kama fursa. Ndugu wajumbe, ningependa kuwapa mtizamo wangu wa kimkakati ili kuweza kukabiliana na changamoto hizi. Kwanza, hamna budi kuimarisha elimu ya fedha kwa wanachama wenu. Hii itasaidia kuleta uelewa mkubwa kwa wanachama na kwa namna gani wanaweza kuwekeza na kuzalisha faida zaidi. Pili, kupanua huduma za tehama kwa usalama zaidi. Dunia ya leo ni dunia ya kiteknolojia kite, kite, kite, bila teknoloji huwezi kufika mbali. Unajua sisi wazazi wengine wakiwa nyumbani, unashindwa hata kuopereti TV, unamwita mtoto, hebu hebu niwekee channel flani. Kwa maana teknoloji kidogo, hizi simu tulizokuwa nazo hizi matumizi yake ni 5%, lakini simu hii smart ni ofisi tosha. Kwa hiyo tumieni tehama na teknolojia zingine kama AI ili muweze kujipanua zaidi.